Baadaye nikapata ugonjwa wa polio kuunganika na, na surua ndio liweza kunisababishia ulemavu wa mguu. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nilisha, yani, naweza nikasema wazazi wangu walishaamini kama mimi nitakuwa ni mlemavu ambaye wa kutambaa, sintoweza kutembea kwa kutumia hata mti. Huyu ni Emiliani Matimla, mkazi wa Morogoro ambaye kwa sasa ana changamoto ya ulemavu wa miguu huku akitujuza kwa ya kwamba chanzo chake ni ugonjwa wa polio pamoja na surua. Hapa Emiliani anatujuza namna safari yake ya maisha ilivyokuwa ngumu na kukutana na vikwazo vingi, hali ambayo ilimfanya yeye pamoja na wazazi wake kutoamini kama atakuja kutembea hata kwa kutumia magongo. Yako mengi na mazito anaeeleza kupitia Families Media, karibu. Naitwa Emiliani Christian Matimla. Sawa, so, labda mtazamaji anayekutazama anapenda kufahamu historia ya maisha yako. Aa, toka ulipozaliwa mpaka hapo ulipofikia, na umweleze kidogo kwamba changamoto hii ya ulemavu ulizaliwa nayo ama ulipatia ukiwa mkubwa? Aa, historia yangu kwamba mimi nimezaliwa mkoa wa Morogoro, wilaya ya Ulanga, Maenge. Wazazi wangu walitoka Maenge wakashuka, wakafika kijiji kimoja kinaitwa Igota. Pale ndo walipokuwa wameishi na mimi ndo nilipokuwa nimekulia na kupata elimu yangu. Nimepata elimu ya msingi pale na sikuweza kuendelea na elimu ya sekondari, lakini changamoto niliyokuwa nayo <coughs> mimi sikuzaliwa na changamoto, nilizaliwa nikiwa mzima, lakini nikiwa kwenye umri kati ya miaka mitatu, kwenye mitatu minne, kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kutembea kwa jinsi nilivyokuwa na hadisiwa na wazee kwamba nilishafikia hatua nilikuwa naweza kutembea na zile shughuli ambazo nilikuwa naweza kufanya, baadaye nikapata ugonjwa wa polio kuunganika na surua, ndio uliweza kunisababishia ulemavu mguu. Na ilikuwa ni wakati ulipofikisha umri gani kwa maana ya miaka yani? huo ugonjwa wa polio pamoja na surua ulikukuta ukiwa una umri gani? Ndo hapa ninaposema kati ya miaka mitatu mpaka minne, kwa sababu kwamba nimekuja mimi nimepata nime ulemavu kabla sijaanza elimu yangu, yani sijaanza kusoma, yani hata ile chekechea nilikuwa bado sijaanza kwa hiyo wakati ilimu toyari, mimi naanza elimu tayari mimi tayari na ulemavu yaani ninakwenda shule maanake nikiwa mlemavu e. Natokea kipindi hicho. Sasa e, ukapata hiyo changamoto ukawa unaanza kusoma. Aa, ni vitu gani ambavyo vigumu ulikuwa unakumbana navyo ambavyo kwa namna moja ama nyingine huenda vilikuwa vina kufanya kuona kwamba changamoto ikawa kama ni ngumu sana kwako? kwa sababu kipindi hicho, wakati kabla sijaanza shule, nilipopata changamoto ya ulemavu, nilikuwa ni mlemavu wa kutambaa, yani nilikuwa siwezi kutembea, yani hata miti ambayo ninayotembelea leo ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mungu tu aliweza kusaidia, lakini nilikuwa ni mlemavu wa kutambaa, na nilishatambaa karibuni kama miaka, tuchukulie kama miwili au mitatu nikiwa kwambani tangu nipate changamoto ya ulemavu nikawa naishi maisha hayo. Kwa hiyo, hata mimi mwenyewe nilisha yani, naweza nikasema wazazi wangu walishaamini kama mimi nitakuwa ni mlemavu ambaye wa kutambaa sintoweza kutembea kwa kutumia hata mti. Lakini ilifika tu siku moja, mzee wangu kwamba ni sijajua kwamba ni aliambiwa na mtu au kilimfikia kitu gani, alikuja na miti akanipa. Akanijaribisha kusimama. Kwa hiyo, aliponipa ile miti, alipoona nimejaribu kusimama, na yeye akajawa na imani kwamba ni mimi nitaweza kutembea. Kwa hiyo, nimetembea hii miti kwa gharama kidogo. Naposema gharama, maana yake kwamba ni hii miti, kwa sababu nilishakuwa ni mlemavu wa kutambaa, alafu leo nikarudishwa kwenye mazingira yale ya kusema kwamba nianze kutembea ilinigarimu kwamba nilikuwa siwezi, yani kulipokea kwa haraka, kwa sababu lilikuwa lina maumivu makubwa. Lakini mzee wangu kwamba alisimama, aliona kwamba hicho kwamba ni lazima akisimamie, alinipiga aliniadhibu, pamoja watu waliona kama ananitesa, lakini yeye aliamini kile anachokisimamia. Namshukuru Mungu kwamba nikafika hatua nikaweza kutumia hiyo miti. Kwa hiyo nilipoweza kutumia miti, sikuchukua muda mrefu sana. Mzee alipoona tayari na uwezo wa kutembea, akanipeleka shule, peleka shule misheni pale kanisani Igota, nikasoma chekechea. Nilipomaliza akanipeleka shule ya msingi, nikasoma kuanzia la kwanza mpaka la saba Nikamaliza. baada ya hapo kumaliza elimu ya, ya msingi, sikuweza kuendelea na masomo ya sekondari, nikarudi nyumbani. niliporudi nyumbani, kwa sababu nilikuwa na utukutu utukutu kidogo na nilikuwa ni mtu napenda kujishughulisha shughulisha, pamoja na hali yangu, lakini namshukuru mzee wangu, alikuwa hakunilea kwenye ile hali kama mlemavu yule mlemavu, ikawa najaribu kufanya vibiashara vidogo vidogo, ikawa hivyo. Baada ya kufanya vile vibiashara, ikatokea tu siku moja, sijui ni Mungu, sijui ni nini kikaanza kuniambia kwamba nikajitafutie ujuzi. Basi huku na kule, kajaribu kwenda kuhangaika, kajifunza funza huku na kule, nikafanikisha kupata kaujuzi kidogo. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi na ka ujuzi tu ka ufundi wa useremala. Sasa labda tunahitaji kidogo kufahamu eh, kutoka huko ambako ulikuwa unaishi mpaka changamoto hiyo ikakukutia eh, huko na mpaka sasa hivi tunakuona hapa Morogoro mjini. Kipi hasa ambacho kilikufanya utoke kule na kuja hapa nilipo? Kwanza, kabla ya Morogoro mjini, nilipotoka kijijini katika hali ya kuhangaika kutafuta maisha, kama navyosema, ni kidogo kwamba yani huwa napenda kuhangaika pamoja, kwa kwamba yani mahangaiko yanataka nguvu, na nguvu hiyo kwa upande fulani inakuwa unaweza ukawa huna yule mtu wa kukusapoti. Yani unaweza ukawa una kitu lakini kile kitu kinakosa sapoti. Nilitoka kijijini Gota, nikaja Kilombero kijiji kimoja pale kinaitwa Nyange pale, nikakaa baadaye. Kulikuwa kuna ndugu yangu huku Morogoro <coughs> akaniambia njoo nikaje huku Morogoro. Kafika hapa lakini huyu ndugu yangu akawa naye msaada wake ulikuwa ni mdogo sana Yaani msaada wake sana sana tu ni kuniita kunifikisha mjini Morogoro, lakini hakuna support iliyokuwa imepatikana zaidi ya kunifikisha hapa mjini. Kwa hiyo nilipofika mjini, basi kasema maisha popote, nikajaribu kuangalia katika kule nilikotoka na hapa, nikaona hapa hata ukifanya moja mbili tatu unaweza ukapata hata mia mia mbili. Kwa hiyo ndio kisa cha kuwepo hapa Morogoro mjini. Katika utafutaji wako sasa wa kuhakikisha kwamba unapata chochote kitu, ni changamoto zipi ambazo huwa unakumbana nazo kwa hapa Morogoro katika utafutaji wako? changamoto ya kwanza ambayo ninaikutana nayo katika utafutaji wangu kulingana na hali yangu, yani kwamba ni shughuli ninazozifanya zinataka yani ile nenda rudi. Yani kwanza kwanza ni mtaji, yani mtaji, yani kikubwa hapa nilipo, maana yake sina mtaji. Unaweza ukawa kwamba ni unawaza nikafanye hiki na kile, lakini kwa sababu sina mtaji unakuta kwamba ni unashindwa kufanikisha. La pili, yani kitendea ya kazi kile yani cha kunitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Mwanzoni kwamba ni nilikuwa hivi na vile, alitokea mfadhili akatugaiaga baiskeli. Sasa na baiskeli hizo zime, yani ina muda mrefu yani mpaka sasa hivi kwamba inakuwa haiwezi kufanya kazi kivile naona no. Kwa hiyo kwamba ni hata ile movement ya kutafuta nayo imekuwa imepungua, au haipo kwa sababu ya vitendea kazi na mtaji hamna, hmm. na hapa ambapo unapokaa ulituambia, uh, ni nyumba ya kupanga vipi? Kwa upande wa kodi, gharama kiasi gani, na uh, unakidhi vipi sasa kulipa kodi hapa? Hapa kweli nimepanga kwanza kwamba labda pengine watu wafahamu kwamba kuna kitu kidogo kabla sijafika kwenye gharama za nyumba, mimi ni na mke na mke na familia ya watoto watano, lakini katika familia hiyo ni mchanganyiko changanyiko kwamba ni na watoto wa kike wawili wa kiume watatu. Hawa watoto mimi, baba, sina uwezo wa kupanga vyumba vitatu au viwili. Nina chumba kimoja tu ambacho ninachoishi nacho, na kodi hapa, kwamba ni, tunafika pale kwenye gharama za kodi. Nyumba hii ninayoishi, kodi ni shilingi elfu thelathini. Sasa kulipia vyumba zaidi ya kimoja, maana yake sina uwezo huo, na hata hiyo shilingi elfu thelathini yenyewe, kulingana na shughuli zangu ninazozifanya sasa hivi, yani imekuwa kuipata kidogo ni changamoto. Kuna muda unakuta mnagombana na mwenye nyumba, inafika hatua saa nyingine mwenye nyumba anataka kufukuze, lakini unakuta ndo hivyo, saa nyingine ya mwenyewe kama niingiwa tu na huruma lakini mazingira sio rafiki kwenye hiyo familia niliyokuwa nayo, kuna hao watoto wa kike imebidi tu, kuna mama alijitokeza tu kachukua watoto hawa anaishi nao, lakini mimi ninatamani watoto wangu nikae nao mimi mwenyewe, lakini inafika hatua, kwa sababu ya mazingira, basi inabidi ukubali kwamba yani familia yako ina kwa hiyo hii ni hali halisi ya maisha yangu ninayoishi hapa. Kodi nalipa shilingi elfu thelathini. Lakini hii hela yenyewe jinsi ya kuipata kidogo ni mtihani. A, labda sasa mwambie ambaye anakutazama ana, ana, tunafahamu kwamba watu wengi sasa wanakutazama, kitu hasa ambacho unaomba kwa Watanzania waweze kukusaidia ama kukugusa kwa namna moja ama nyingine. Mimi ninarudi kwa Watanzania wenzangu, yule mwenye uwezo ambaye wa kuweza kunisapoti kwa namna moja amna nyingine, tamshukuru. Hapa katika huku na kule kujichanga changa, nilifanikiwa kupata kieneo kidogo <coughs> maeneo ya Kasanga lakini kile kieneo nililipa hela kidogo, lakini kuna hela nyingine bado nadaiwa. Sasa kama nitaweza kusaidiwa na mimi kupata kwamba ni sehemu ya kuishi, tashukuru sana. Mawasiliano sasa ya wewe ambao mtu anaweza kukupata? Mawasiliano yangu mimi na namba ya Tigo ambayo hiyo namba ni sifuri sita tano mbili sitini na moja ishirini na nne tisini na sita. Namba nyingine ya Airtel ni sifuri sita nane tano mia tisa na saba mia tisa arobaini na tatu. Majina yangu yanapatikana Emerian Christian Matimla.